Na hapa tulipo ni eneo la shule ya sekondari Mbingu ambapo ndo sehemu tulichagua kwa ajili ya kutengenezea madawati. Tumetengeneza vituo viwili kwa maana tuna tarafa mbili, e, tarafa ya Mlimba na Mgeta. Kwa tarafa ya Mgeta, shule zote tunachotengenezea madawati ni hapa. Tulikuwa tuna upungufu wa madawati elfu mbili na mia mbili lakini kwa awamu ya kwanza tumetoa milioni mia moja tumetengeneza e, viti elfu moja na mia nane kumi na nane tumeshatengenezwa , lakini bado awamu ya pili. Kwa sasa hivi tumetoa tena milioni 14 ambayo inaenda kutengeneza madawati viti na meza mia tatu hamsini na tatu ambapo tutakuwa tumekamilisha tatizo na upungufu wa katsizo, kwa madawati kwa shule za sekondari tutakuwa tumemaliza. Lakini pia tumetoa milioni tisini kutengeneza madawati ya shule za msingi yanatengenezwa, kwa hiyo kwa upungufu uliokuwepo sasa, tunajitahidi kutengeneza madawati ili kwa mapato ya ndani ili kupunguza hizi tatizo kati. Tatizo linaendelea kuwepo kwa sababu wanafunzi wanaongezeka na mahitaji yanaongezeka, lakini kwa kadri tunavyojaliwa na Mwenyezi Mungu na miongozo ya serikali na viongozi wetu tunaendelea kupunguza tatizo na mapato ya ndani ndani. Mwezi wa tatu tunakuwa tumemaliza kutengeneza madawati yote haya viti na meza hivi katika maeneo haya, na tuchagua sekta mbili, tuna senta hapa uh, Mbingu sekondari na senta nyingine iko kule Mlimba kwa sababu ya umbali hii, tunaweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapata madawati, tuhakikishe kwa kwamba watoto tunasoma. Tunafahamu nafanyaje nafanyaje, kabla ya ufaulu unafanyaje, sema kusoma kufaulu katika safari zake Mheshimiwa Katibu Tawala Mkuu atamwambia kuhusu mambo ya lishe, atamwambia mambo ya miti na jinsi ya kuishi, na namwshai aweza kusema lakifaya machache kazi na utu na utu kazi. Mlimba kule tuliko Morogoro imekuwa ndio ya mfano katika utekelezaji wa maagizo, na ninashukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kuiongoza hii wilaya, lakini namshukuru sana mkurugenzi Jamal ukweli amekuwa anajitahidi sana na na kama nilivyokusha kusema, mlimba inaongoza kwa kutekeleza miradi iliyokuwemo ndani ya mkoa, ile miradi ya maendeleo, zahanati zinajengwa, shule zinajengwa mbili na hasa na kwa sasa tumesha tengeneza viti elfu moja na mia nane na kwa bajeti inayoendelea tuna viti elfu tatu mia tatu thelathini na tatu ambavyo vitatengenezwa hivi karibuni. Kwa hiyo tutakuwa tumesha punguza upungufu mkubwa sana kwa shule za sekondari hivyo basi tutatengeneza mazingira mazuri ya ujifunzaji na ujifunzaji kwa walimu na wanafunzi wa shule za sekondari. Kwa hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, menichukue nafasi hii kushukuru wewe binafsi kutenga muda wako kwa ajili ya kufika mahali hapa, lakini pia uongozi pamoja na mheshimiwa rais kwa ajili ya kutoa fedha kwa ajili ya kutengeneza viti na meza kwa ajili ya shule za sekondari. Mimi binafsi nashukuru sana kwa sababu nitafanya kazi yangu vizuri zaidi bila usumbufu, kwa sababu watoto hao kikaa chini, unakosa kidogo nguvu ya kuwafundisha, lakini kwa kupata viti na meza hivi, walimu watafanya vizuri, watakuwa na motisha na wanafunzi watakuwa na sababu ya kuhudhuria kila siku shuleni kwa sababu mazingira ya ujifunzaji na ujifunzaji yatakuwa mazuri zaidi. Wote walioguswa na kuona haja ya kutuletea eh, changamoto hii ambayo ilikuwa kwetu nesumu sana. Kwa hiyo, kwa niaba ya wazazi wa kata ya Mbingu na halmashauri ya Mlimba, nipende kutoa shukurani za dhati, na Mungu awabariki, wabariki wote ambao wamekwenda kuguswa kwa ajili ya jambo hili. Watu shatatu hata ambao jiko tunaipata kabla ya haya, kabla ya hivi meza pamoja na viti, wanafunzi kuko tunakaa shule kuko tunapata shida sana. Aidha walimu walikuwa wajengea darasani walikuwa wapate mwekisha kwa wanafunzi kuko tunakaa chini. Kama sisi wanafunzi tunaahidi kuwa tutavilinda na rasilimali zetu za shule, hasa hivi hizi meza pamoja na viti kwa udi na uvumba anaitwa Mahono Dinga Shija kadala, nitaka mkuu wa shule hii hii. Ni kiongozi mzoefu. Asanteni sana viongozi kwa kukupatia viti madawati, tunawashukuru, asanteni sana.